Aa, leo tunashuhudia hatua muhimu ya pamoja katika kuandaa tuzo za umahiri katika mawasiliano ya umma Zanzibar Communication Excellence Awards ZCEA, zinazoandaliwa kwa ajili ya kuwatambua na kuwahamasisha wadau wa habari wakiwemo waandishi wa habari, maafisa habari habari wa mashirika na taasisi za serikali Zanzibar. Hii leo tunafurahi kuwakilisha taasisi zetu hizi mbili katika ushirikiano huu ambao una lengo la kuwa chachu ya maendeleo na uboreshaji wa mawasiliano ya umma katika visiwa vya Zanzibar. Makubaliano haya yatatupa uwezo wa kuchochea umahiri miongoni mwa waandishi wa habari na maafisa habari kwenye taasisi mbalimbali mbali za serikali ya mapinduzi Zanzibar. Tunatambua kwamba uwazi na ushirikiano ni muhimu katika kuinua viwango vya utoaji habari na huduma e, kwa wananchi. Hivyo basi, kwa ushirikiano huu na ofisi ya Msajili wa Hazina Zanzibar utakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha mawasiliano ya umma, hasa katika kutoa taarifa zinazogusa maslahi ya umma taarifa hizi zitakazoonekana kuhusiana na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo inayotekelezwa na serikali katika kipindi cha uh, miaka minne iliyopita chini ya Rais Dkt. Hussein Mwinyi zitakuwa na manufaa makubwa kwa jamii. Aidha, uh, tunatarajia kuwa mpango huu utasaidia kuvijengea uwezo e, vyombo vya habari kwa ujumla katika nyakati hizi ambazo ni muhimu kwa waandishi wa habari kuweza kubaini changamoto zinazo uh, ikabili jamii na miradi ambayo inatekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ili sasa serikali iweze kuchukua hatua stahiki kwa ajili ya kutatua changamoto hizo ambazo zinawakabili wananchi. Kwa hiyo tuzo hizi za umahiri zitatoa fursa kwa wadau wa habari kujenga uwezo katika maeneo mahususi. Kwa hiyo kutakuwa na maeneo mahususi ambayo yatahusika yata na hizi tuzo na, uh, kwa ujumla, tunaweza kusema jamii pia itanufaika nazo, kwa maana wale waandishi na wanahabari watakapokuwa wameandika taarifa vizuri, na wananchi wakaweza kupata kufikiwa na taarifa vizuri, kwa kina wananchi pia wataweza kunufaika na tuzo hizi ambazo zitatolewa. Kwa hiyo uzinduzi wa tuzo hizi utafanyika hivi karibuni Zanzibar, ambapo waandaaji watafafanua maeneo mahususi ambayo wadau wa habari wataweza kuzingatia ili kujiongezea nafasi ya kushinda tuzo, lakini pia na kupata zawadi ya fedha eh, taslimu. Hakuna mkopo, ni fedha taslimu. Kwa hiyo, kabla ya uzinduzi rasmi wa tuzo hizi, pia tumeona kwamba ni muhimu kwa waandishi wa habari e, na watangazaji kuchagua maeneo yao maalum kwa ajili ya mafunzo mahususi yatakayowasaidia kitaaluma. E, tunapanga kutuma mialiko e, ambayo itakuwa inaelezea mafunzo hayo yatakuwa ni ya namna gani kwa vyombo mbalimbali mapema na pia tuna matumaini makubwa kuwa ushirikiano huu utaleta matokeo chanya na kusaidia kuimarisha mawasiliano baina ya taasisi za umma na wananchi wa Zanzibar. Kuna fursa za kiuchumi kwa Zanzibar, ina fursa nyingi za kiuchumi zinaweza kuvutia uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Kutuzo hizi zitatoa nafasi ya kuonyesha fursa hizo na kuwavutia wawekezaji. Lakini la nne ni kuleta utangamano kwa jamii eh. Hili pia ni, ni jambo muhimu. Kwa hivyo habari zitatumika kutoa mchango mkubwa katika kuimarisha umoja wa kitaifa na kuhifadhi tamaduni wa Kizanzibari ambao ni urithi wetu wa thamani sana. Lakini tano, mafunzo kwa waandishi na maafisa wa habari. Kwa hiyo tuzo hizi zitalenga kuwapa waandishi wa habari na maafisa wa habari wa taasisi za umma mashirika umma Zanzibar kupata mafunzo maalum wanayosema specialization, ili wawe wamahiri wa, wa, wa katika kazi zao, na kuona mchango wao katika maendeleo jamii, kupata taarifa hizo kwa umma. Lakini la mwisho ni kutoa mafunzo kwa taji wa serikali. Kupitia tuzo hizi, tutapata mwelekeo sasa wa kutumia wataalamu wa IPRT kutoa mafunzo kwa taji wa serikali na bodi za kurugenzi wa mashirika ya umma Zanzibar, hasa katika nyanja za utawala bora, masuala ya kimkakati ili kuweka uboreshaji wa utendaji kazi serikalini. Kwa ndugu anisho habari, wageni waalika bwana wa bwana ofisi yetu ya hazina Zanzibar ina sehemu ya 18. Kwa msajili wa hazina ana mashirika manane ambayo yanasimamia ambayo haya ni mashirika ambayo yanafanya ukizaji kwa umma. Kwa hiyo usomizo wa mali za umma pia ni moja ya jukumu letu la msingi kupitia ofisi yetu ya hazina. Hivyo kwa kwa kwa matumaini makubwa ambayo tulikuwa nayo hii tuzo au hii excellence award italeta mapinduzi makubwa kwa maendeleo ya Zanzibar kupitia utoaji wa taarifa sahihi na yenye ueledi ndani yake usa mbalimbali ambayo serikali ya Zanzibar kwa ujumla inatekeleza. Kwa hiyo itakuwa na faida pia kwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa upande wa wananchi au umma. Kwa hiyo wenzetu wa IPRT wameandaa mpango mkubwa huu ambao utasaidia kuboresha uaji wa wadau wetu muhimu ambao ni waandishi wa habari habari wa mashirika ya umma ambao ndio wamekuwa mstari wa mbele mbalihusu ya serikali ambayo imetekelezwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dkt. Mwinyi. Mwisho kabisa, ndugu waandishi wa habari, leo tunakwenda kufunga uh, MOU hii tunatia sign. Kwa hiyo tuna tunachukua fursa hii kupitia waandishi wa habari na wahariri wa vyombo vya habari mtusaidie pia eh, kuitangaza vyema Zanzibar hasa katika utawala wa awamu ya Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi katika mambo mbalimbali ambayo mbali mbali mbali, sisi eh, serikali tunaifanya kwa pamoja. Kwa hiyo kwa haya, mimi msajili wa hazina kushukuruni sana kupata fursa hii na kuweza kutoa eh, summary au fupi wa kazi yetu ya leo, lakini ndani ya mashirikiano haya kuna mengi